Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kwaonyesia Waislamu, Bwana Yesu wasifiwe. Nafikiri mko mnaona vitu vyenye vikwa vinapita mtandao kwa huyu wakati. Kuna vyenye nimesema, kuna venye vimekwaga vimeshasemewa mwanzo na kuna venye vimesenyemewa nyuma yangu. Nakumbuka imekuwa ni 2014 2014, nimekuwa nimeenda kwenye konseti, nimekuwa naishi ishi Nyakabiga, kwenye wananjua, nimekuwa naishi Nyakabiga ya pili kwa mama Tania, nimekuwa naishi na Mkombozi na wakina wakina Elise Boy na, na wengine washikaji washikaji wengi tu. Nilipokwenda mkonseri konseri, sijaanza kuimba, nikaona mesaje inaingia ndani ya simu. Mesaje nasema huyu mtoto unajivunia sio wa kwako, ni wa mdogo wako. Nilipoona nilipoona hiyo mesaje nikashtuka, na mwenye amekuwa ameituma amekuwa mwenye wanasema ni mzazi mwenzangu kutizama ile mesaje nikamwambia mke wangu, unaona hii mesaje. Akaniambia, ah, achana na hivyo vitu, kwanza fanya kazi ya watu nikuleta. Ikanibidi mimi nipambane kwanza na kazi na maisha. Nikamaliza kufanya hiyo kazi, ikabidi tuteremke tuje Bujumbura. Tulipoteremka tunarudia Bujumbura, tukafikia nyumbani, Mkombozi amekuwa iko pale, nikamuita, kaka vipi, safi mambo poa ya yeah nikamwambia unaona hii mesaje yenye dada yako ameniandikia hivi, kweli unaona, kweli hii mesaje ni mesaje nzuri? Mkombozi akatizama ili mesaje akanambia, kaka, hii mesaje inafaa, utafute watu wazima watu wakubwa, alafu mtafute nauo mwanamke, mwikae chini, haya mambo muyamalize mapema, sababu haya mambo mi nantia oga. Nikamsikiliza ndugu yangu gisi alivyonambia Nikawasha gari. Nilipowasha gari, nikaenda kwa mamake na Shanela. Mungu wamke maalipema as amekuwa kingali mzima, amekuwa jafu. Nilipofika kwa mamake na Shanela nikamwonesha ile message, nikamwambia unaona wenye mtoto wako kaandika. Mamake akashanga akasema, uyu mwana yarozwe change yasaze mumtwe havaiki. Nikaisege kumfafanulia, unajua ni mzazi na yeye ili akomprand kanambia, ya wegenda jenda vuga na nawe minikatoka Nikaondoka, nikarudia nyumbani. Nilipofika nyumbani, mke wangu akanambia, umeshaenda kwa baba yako? Nikamwambia nimekuwa nimesahau kwenda kwa baba. Nikaenda kwa baba, nilipofika kwa mzazi wangu pia amekuwa kingali mzima, Mungu amweke mahali pema, ameshafariki mzazi wangu. Nikamwonyesha ile message ya kusema kama mesaje inasema, huyo mtoto mwenye unangangania sio wa kwako, ni wa mdogo wako eh, baba. Ile mesaje akaitizama baba roeka muma, akanambia mwanamke ana akili nzuri, anataka kuwachonganisha mwana mtoto zangu, usimsikii. Mimi nikavumilia, chapokuwa mesaje nikaonesha onesha wandugu zangu wa moja wa moja, nikakaa kimya, sikutaka kusambaza hayo maneno nikapitia na marafiki wake wengine nikawaambiaambia parumi wa rafiki zake wa huyo shanela wa niliporudia nyumbani, nikaekaa kimya, nikasema aya, ni ka mambo ya kawaida hacha nipotezee tu tititi. Pakapita muda muda, uliopita Mkombozi akaniita kama siku mbili tatu hivi, pamekuwa pako watu wananitafuta, wametoka Rwanda, wamekuwa wako pale kuribabe, mimi karibidi niende pale kuribabe na mke wangu. Tulipokwenda tukingali tunapakingia tu gari tu, tukasikia rafiki yake ya Shanela anamchokoza madami, eti njo tusalimie, unjo msalimie bimkubwa. Hata unafanya hivyo, bimkubwa ni huyu? Kabidi tu relax kwanza. Akarudia mara pili, akasema, Loliani, wewe ndio niko naambia, ni njo msalimie bimkubwa wako. Bimkubwa ni nani? Shanela mekuwa mekana huyo Chloe na wengine mwana mwanaume, bwana wa Chloe wako anakunywa pombe. Sisi tuka kama vile tumepuuzia, lakini neno lenye Shanela amesema ndo limenifanya mimi niende kule vile nikampiga ake akataka kuleta fujo kuingia tena, akaingia chini ya meza, nikamtoa nikamongeza makofi, nikamfuata na makofi mpaka kule chini ya meza, nikamnyangua na meza nikatupa pembeni. Ule mwana amekuwa pamoja naye akataka kuingia, nikamzuia nikamwambia, nitakuumiza sasa hivi. Kuona kama ameshindwa kwangu, akataka afate kwenda kumpiga mke wangu, mimi ndio nikamfata sasa. Ule jamaa na ule klo wakataka watu watakee wote, ikabidi Mkombozi akaja na wale wa jamaa wakaja kutuamua imekuwa 2014 narudia kusema ndipo aliponiandikia hiyo message ya kusema kama mtoto sio wangu mtoto ni wa mdogo wangu niko najivunishia mtoto mwenye sio wangu niko na preve hapa mbele kwanza ya yote na muomba msamaha mkombozi kuona nimechukua hii audio nimewatilia watu wasikie bila ruhusa yake kwa sababu mkombozi ni mtu mkweli utanisamee kaka mkombozi inakuaje brother Ebana, mimi uku anasema hivi, uko naona bitu bya dada yako, iko naandika dada yako. Mimi anasema kama mimi ndo nimekuaga wa kwanza kukata mtoto. Unakumbuka message niliyokuonesha natoka bilimani mani tunia, tunaishi kwa mama Tania, gisi ameniandikia kama mimi ndo eti, eti. Unakumbuka byote? Mtoto, eti mtoto, mtoto, mtoto sio wangu. Mtoto wa mdogo wangu unakumbuka hiyo message? Aha. Afu unakumbuka siku après ambayo imeshapita kama ni inga mbili kama ni tatu tukakutaniana kuli babe, umeniita nende nikaonane na wanani wa journaliste wa Rwanda unakumbuka hicho kipindi? Eh? Aha, amekuwa amekaa yeye na Chloe na bwana Chloe. Unakumbuka hicho kipindi? Mbiga, mbiga. Akanambia mimi niko PD mimi siwezi kuzaa mtoto kama ule, unavikumbuka Mkombozi? <laughs> mimi nikakasirika, nikampiga. Wabona ule bwana wake Chloe akataka kumpiga noriani, wachangani, unakumbuka? Ha, wote wakasimama, ikawa fujo pale, tukataka kupiga. Sijui kama unakumbuka hivyo vitu. Sasa huyu mtu kweli kwenda kuongea vitu vya uongo vya vile, anataka kweli matatizo. Anataka watu wamvulie masiri, baadaye waseme kama tukuwa watoto wabaya <tipi> sasa hasta mtu mwenye amesha kuvulia adabu vili, anasema vitu vya uongo. Unaona kweli kuna mtu hapo tena? <tipi> Ime wote jutu ya, ya mfaranga mwenye wanataka kumuoesha huyo mtoto afu ndio akwa wananitukana mimi wananionyesha kama mimi sifai. <coughs> Ewana, mimi najua wewe usemaga uongo Mkombozi, uko mtu unasemaga ukweli. Mtu wowote mtakuuliza historia. Mimi nimeshabongea hata kumaredo kumarezo sofio, kama unakumbuka. Hiyo vitu vyote unavijua. <coughs> Ewana, ndugu yangu, wallahi unisaidiage, uambie watu ukweli, kwa sababu ikowasema vitu vya uongo sio vizuri. <coughs> unasema nikutumie. <coughs> <ke? tos> Sawa, mi nakutumia kaka. <tos> <tos> kama gisi mnavyosikia, Mkombozi anaongea, nimemuuliza hivyo vitu vyote, umesikia, na sababu Mkombozi ni mtu mkweli, hasemagi uongo anasema kama mimi nimemkataa mtoto mu 2020 ndo nimekataa mtoto sio wangu, japokuwa yeye amekuwa mesha niandikia mesaje tokea mu 2014 sasa mu 2014 na mtoto amekuwa anaishi kwangu kwa, na mimi sikufanya fujo hata moja, nimekaa zangu kimya nikaendelea nalea mtoto wangu. Alipoona hivyo kama mimi nimekaa kimya na nimekaa chanaume sikutaka kufuatilia na, siku na maneno yake ya kijinga kijinga akaanza kuwa na mwingia mtoto mkichwa na maneno mengi, mtoto akienda kule kwa baba yangu, wanamtia mo maneno mtoto, au nakutana amemchukua ameenda naye, nikasema hivi vitu hivi inafaa viishe. Akaanza kusema sema kwa televizio online, miaka mitatu tu aijaisha, amefanya media tu, ametembea televizio zote online, anaenda nasema kama mtoto iko na baba yake kwa juu mwenye anajua mtoto ni wa nani? Ni mama ndogi, si anasema. Mimi nikawa namchukulia tu poa, kwa sababu namjua kama hana akili zuri na mambo anaongelea yenye mtu wowote ule akiasikia akifata ukweli, anaona kama kuna kitu kinakosa muhimu. Aliposema mimi mtoto sio wangu kuma TV online. mimi nimekuwa nachukulia poa na nadanganya kuna sana vitia mu mtani, nasema mimi skuzaaga na Chany Queen, nimezaa na Shanela, inakuwa vitu inakuwa vimefupaa hivyo vinafubaa vinakaa kimya. Sasa mimi nilipoendelea nalea mtoto wangu, mtoto akawa anaenda kutembea kule, maneno yakawa mengi, wakamchukua kabidi wamtie mo politike, mtoto aende kuishi kwa ma mdogo. Kwenda kuishi kwa ma mdogo ni aje? babangu alipofariki mde 20 kilioni, baba akazikwa kila kitu, apres kuzikwa mtoto nikataka nimchukue mtoto wangu, mtoto wangu nirekipire, mtoto wangu jusi. Wote tunajua watu wa Islamu kilio, tunaendaga kulala kilioni kwa mzee. Mtoto wakamnyima, unaona, mtoto abaki hapa hapa ndo atapewa edukasio nzuri, hapa ndo hivi Mi... anasema hivyo wa baba yangu. Mimi sijui komplo zao za wako wanafanya huko, mimi nikakaa zangu kimya, nikasikiliza familia jinsi inasema, nikasema hivi familia wote wameshasema hivi, wa ndugu zangu, wa dada zangu nikasema acha niache nisifosi. Nikaacha mtoto pale kwa babangu. Unajua, katika familia mzazi mkubwa akishakufa kuna ugomvi unakuaga katika watoto, katika wamama, panakuwa vitu vya vya roho roho mbaya. Sasa mimi sikuwa napenda hiyo vitu mambo, nilikuwa naona yote, nilikuwa navumilia, lakini nikawa najikausha, sitaki huyo ugomvi, nikajiepusha nao. Nikamaliza kama muda sifiki pale nyumbani kuacha kuwa nafika pale nyumbani, kumbe ndo gisi wanaenda wanamtia mtoto vilisi mkichwa, kila siku wanamwongezea maneno, kila siku wanamuweka vitu. Mimi nikaona nikaka kimya tu, nikimwona mtoto naona ananipita bila kunisalimia mbarabara tu, nikimwona mtoto tunakutana naye marestora, kuna wanaume hanisemeshi, naogopa hata kusema, naona tapigwa. Shahidi yangu nani amiri pro. Tumekaa tunakula mrestoran, mtoto wangu uko na wanaume wako pale, uko na kula ah. Akanambia, si mtoto wako huyu? Nikamwambia ndio. Akanambia ni hatari kubwa sana, iwezekani aikae pale bila kusalimiana kwa babake. Tukikutania pe naenda kuchukua masinema, yeye na mama yake wanakuja wanasalimia watu wote, wanaongea na watu wote, mimi na Sarawika nakaa kimya, wanisemeshi, na jikaza tu kama mzazi. Tukikutania maklabu huko, ameenda maklabu, mama libu usiku, masaa sita usiku nini, nakaa kimya juu sina ntakuja kufanya jambo la ajabu kupigana au kumpiga mwanaume kwa pamoja nije kuingia kufungwa bure nikiwa kwenye makoseri. Tumefanya umastade usiku saa sita, saa saba, nane, saa tisa, naona Chanel anamleta mtoto kwenye hayo makoseri. Maana yake mtoto anakuwa haiko stable, mtoto anafanya lenye anataka, mara kwa mama yake anamaliza miezi mitano misita mwaka, mara kwa bibi yake yani hakuna ile edikasion jenye mimi nilikuwa nampa mtoto wangu, nataka mtoto wangu awe naye. Mtanisame kongevu. Sasa yeye amesema mimi mtoto toka mu2020 mpaka 2026 sijaongea naye, sina relasio naye, lakini ni uongo wote. Chanela akaanza kuweka l manani kurezo sosio. Alipoanza kuweka vile vitu kumarezo sosio, mtoto akaviona, akanipigia simu. Hiyo siku nimekuwa nimeenda kufanya kipindi. Sasa nilipofika pale kusurse dini ili kufanya kipindi, pembeni yake pamekuwa biro ya shahidi wangu. Huyo shahidi wangu anaitwa Nelinati. Mtoto alikuwa ananipigia simtiki. Ananiandikia ma message simtiki. Jo amekuwa ameshaandika message nyingi sana. Najikausha. Akanipigia direct. Aliponipigia direct nikaitika simu. Akanambia, baba, mimi nataka tuonane. Kuna vitu nataka tuongeye. Nelinati akanikosea, unajua kama sister wangu, akanambia nakuomba Lolilo, kwenda kamsikia huyo mtoto, ujue kuna tatizo gani, labda labdanampata matatizo. Nikamsikiliza, kuna shida. Nilipokwenda kumsikiliza mtoto mtoto, mama vitu mama anafanya kuma rezo sosio, unaviona naviona hivyo hivyo. Akanambia mimi simipendi, akana msimamishi. Nikamwambia mimi sijasema kitu Sijakukataa mimi. Akanambia hivi, mimi nashindwa hata kwenda kumasomo kwa sababu ya mama yangu, venye ikuwa nasema kwenye kumarezo sosio, wenzangu watanicheka wataniona kama sina wazazi. Nikamwambia mimi sijafanya kosa, sijakakukana mimi kurezo sosio, mimi mpaka leo niko nasema kama mimi, wewe ni mtoto wangu, mimi hapo tuko pamoja naye 23 wapi tuko pamoja nienda kumchukua, tuko fasi moja panaitwa kuna piroge. Tulipoikaa naye pale, akaanza kunambia hayo mambo ya mama yake, anasema kwenye Facebook wapi hayataki tena. Ikamseu mambia wewe tena akanaambia, tokea leo mimi nataka hivo vitu vionekane kama ni vyaongo. Tokea leo nataka uone nibeba kwa masomo na gari, wewe mwenyewe kamaisina